Habari nyote, nitazungumza nanyi sasa kuhusu bursitis ya nyonga. Bursa ni nini? Ni mfuko uliojaa maji karibu na kiungo. Kimsingi husaidia misuli na mishipa kuteleza juu ya uso wa mfupa kwa urahisi na hufanya kazi kama mafuta. Wakati mtu anapotumia kiungo fulani kupita kiasi, kama vile kutembea umbali mrefu au kukimbia au kuogelea au kupanda ngazi au kuteleza kwenye theluji au wakati kuna jeraha lolote kwenye kiungo hicho au mkazo au nafasi isiyo ya kawaida au kulala katika nafasi isiyo ya kawaida ambayo inaathiri kiungo hicho au upasuaji wowote uliofanywa karibu na kiungo hicho. Yote haya yanaweza kusababisha kitu kinachoitwa bursitis. Bursitis, itis inamaanisha uvimbe, yaani uvimbe wa busa hiyo maalum. Kwa hivyo malalamiko gani yatakayowasilishwa na mgonjwa? Kwa hivyo mgonjwa atawasilisha na ugumu wa asubuhi au maumivu katika kiungo hicho wanapotumia kiungo hicho kwa shughuli zozote. Kwa hivyo unapokuja kwa daktari na dalili kama hizo, tunakuchunguza kimwili na ikiwa inahitajika, tunafanya uchunguzi wa radiolojia kama MRI au CT scan au X-ray ikiwa inahitajika. Mara tu utambuzi unapopatikana tunakushauri kuchukua dawa za kupunguza maumivu ambazo ni dawa zisizo za steroid za kupunguza uvimbe ambazo hupunguza uvimbe kuzunguka bursa na hukusaidia kupunguza maumivu. Pia tunakushauri kupumzika na usitumie kiungo hicho kwa muda mrefu. Tunakupa vifaa vya kusaidia kama vile magongo na tunakuomba uchukue tiba ya mwili ili uweze kuongeza nguvu za misuli kuzunguka kiungo hicho maalum. Kuna sindano za steroid pia zinazopatikana kwa kesi za hali ya juu, na ikiwa mojawapo ya njia hizi zisizo za upasuaji hazikusaidii sana, kuna upasuaji unaopatikana pia. Asante.